<laughs> Tachukua video kidogo hatueleze yeah, baba, kuhusu yeah, baraza la Idi kuhusu <laughs> la yeah, yeah, mm, baraza la Idi la kwanza. Naitwa Mariamu Kunda kutoka mbreatu, kuhusu baraza la Idi nimeridhishwa, yeah, sana, yeah, na naomba hili taratibu, yeah, liendelee yeah, yeah, yeah na mheshimiwa Samia Suluhu, mwenyezi Mungu amzidishie inshallah, ampe rehema nyingi, na tukumbuke sisi wakina mama, wakina mama wote, kuna wajane, kuna kina mama ambao wako nindoa zao, kuna watoto yatima. Mwenyezi Mungu mama Samia awajue, awatambue vizuri na wakina mama wote. Huyu alikuwa ni mama. Huyu alikuwa ni mama Mariamu Kunda ambaye amehudhuria baraza la Eid hapa katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam, na walilahi alhamdulillah amepeleka salamu kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan za kuwa mshukuru na kumtakia majukumu yake mema, lakini pia kuwaomba kumuomba awakumbuke kinamama katika masala mbalimbali. Naam, huu ndio umati wa Waislamu unatoka kwenye baraza la Idd. Eh, alhamdulillah, watu wanatoka sehemu mbalimbali, juu chini. Eh, hey, <tip> hao ndio waislamu wanatoka kwenye baraza. Baraza la Aziz. Naam, kama tunavyoona wakina mama wanatoka juu wengine chini. Eh, Eh, alhamdulillah, alhamdulillah hey. na monashahikizenga hapa Alhamdulillah. Sharif Dume al-Habib, assalamu aleykum, alhamdulillah, kheri waana waana, kidogo tu, neno moja Al Habib Sheikh Sharif Dume, naam, tunaendelea naam.